Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni kwa sola hii. Hii ni chenja switch kwa sola, iko katika power, power ni hapa. Sola ni kujua sasa hii moto unaotumika ni sola huu. Huu moto sasa hivi tunatumia sola hapa msikitini, kwa hivyo na maana sola wale seti iko sawa, tunatumia sola msikitini na maana sola iko sawa. Kwa hivyo tumeasha vitu baadhi, lakini hii taa Ndo itatuonesha sisi kama moto umeenda hivi saa, moto wa pawa hakuna. Kwa hivyo hii saa tumeweka alama kwamba moto ukienda hii saa itazima, hii saa itazima, moto umeenda sasa. Sasa hii ndo tunafikiri mnaona, sola iko inatumika, na kitu cha pawa kinachotumika ni hii saa tu peke yake. Kwa hivyo inamaana moto umeenda sahi kwa sahi yanatumika moto wa sola. Ndugu zangu, tunasema shukrani na jazakallah khair. Hawa ni mafundi wetu ambao wamekuwa wakitutengezea na walikuwa wananionyesha, vile ilivyo na mi lazima niwaoneshe nyinyi, kwa sababu nyinyi ndio mliotoa pesa, lazima niwaoneshe, niwaonyeshe shukrani na jazakallah khair kwa kila alichangia katika masuala mnatoa